Jambo na karibu sana boss mpendwa, Nyao online TV. Leo tuna somo jipya, tafadhali angalia mwanzo hadi mwisho ili uelewe. Karibuni boss Nyao Online TV. Ukiota ndoto hizi saba mara kwa mara, basi unatumikisha uchawini bila kujua. Watu wengi wanatumikisha uchawini bila kujifahamu, wengine wakiteseka kwa waganga na matabibu mbalimbali bila kujua kuwa mama yake ndiye chanzo au baba au kaka au jirani unaweza kuwa ni mila au utamaduni kwao kutumikia uchawi. Unaweza kubadili ndoa, kazi, tabia na mwenendo kwa uchawi uliovishwa. Yote hayo wewe hunakosa, wala hujui. Sasa leo nimekuletea ndoto hizi, ukiwa unayo moja inayojirejea kati ya ndoto hizi, basi wewe ni mchawi bila kujijua. Karibu katika somo letu la leo. Ndoto za kupaa usiku, kufukia vitu kwenye nyumba za watu au kugeuka wanyama kama mbwa na bundi ni dalili kuu sana. Pia kucheza ngoma za ajabu na watu wa kutisha, au kupaa kwa ungo ukiwa umeshika pembe au tunguli, kuwa makaburini, kula nyama mbichi ndotoni au kubeba watu kimazingara. Usipuuze hizi dalili ndugu yangu. Je, unajijua kama wewe ni mkawi usiyejijua? Sikiliza ishara hizi saba muhimu zinazoweza kuwa zinakutokea. Ufafanuzi namba moja. Unapaa angani na kujigauza maumbile ya kishiriki na mara kadhaa. Mbili, kuruka mpaka nje ya nyumba ya mtu ukiwa umevaa mavazi meusi au mekundu na kumuwekea kitu mlangoni na mtu yule anapata madhara. Satu kujikuta unageuka mbwa au paka mweusi au hata bundi mara kadhaa. Me kucheza ngoma za ajabu kwenye uwanja na watu watishao mkiwa mumezunguka moto. Tano. kula nyama za watu na damu kumuminyika mdomoni huku mkivutia na nyama. Sita kujiona ndoto ni umejigawa wawili, moja yuko kitandani na mwingine anatoka kwenda kwenye vikosi usiku. Saba, kutwanga vichenga au kutundika ngozi za watu. Ukiona ndoto hizi, wewe ni mchawi usiyejijua. <coughs> iwa kweli umeshaingizwa huwa dalili hizi zikijitokeza kwako: ndoto za kurudia za giza, kuruka au kukimbizwa nyakati za usiku, kuvutiwa na vitu vya siri usiku au kupenda kuwa pekee yake sana bila sababu, hofu au wasiwasi usio wa kawaida, na bahati mbaya ya mafululizo inayohusishwa na nguvu za nje, kusikia au kuona vitu visivyoeleweka na kuchoka ghafla bila sababu inayoeleweka. Zingatia zaidi siku ya Jumamosi au Jumanne, kwani huwa hali ngumu kiafya au mazingira, hasira au mabadiliko ya tabia ghafla, na kuhisi kusukumwa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Hizi ni dalili kuu unazopaswa kuzichunguza ikiwa unahisi upo kwenye hali hii. Mtu huyu huwa anasimanzi, kilio cha moyoni ya kukosa msaada wa kitiba halisi. Ukifika kwa wataalamu waliokuwa uwezo wao ni mdogo, hawataliona hilo shida, unapuzwa a kila ukitaka msaada utakosa msaada, kwa sababu wameweka viapo washiriki na hao, ili usipate msaada. Na ikitokezea umepata mtabibu wa kweli, watamwandama kwa vita. Kwa kweli, mtafute Boss Nyaw akusaidie, inshallah. Wachawi hawawezi kukuacha hadi wafanikishe lengo lao, vikwazo vingi. Hata ukishawagundua ni vigumu kupata msaada, maana huwa wanakufuatilia kila nyanja wachawi huwa wanatumia rada za vijanja vya mikono ambavyo unapokwenda kokote, inaonekana lazima uwe makini sana. Chukua hatua leo, usikae kizembe amali hiyo. Hata ukilazimishwa na kuingia kwa Mungu unadeni, lazima upambane kwa dini yako, kimbilia ya wataalamu, mfano kama mtabibu wetu Boss Nyaw, hutibu magonjwa mengi makubwa, hata watu wa namna hii kabisa. Sasa ni wakati wako wa kumpigia Boss na 071744318 au 077191942 Maalim Yusuf hautajutia. Kumbuka kila kitu kina harama yake, mafanikio. Pesa hutafutwa, ila uzima sasa ndio shida. Kama imekugusa, tafadhali weka ni chini ya hii video. Pia share kwa wengine wajifunze zaidi. Karibuni sana kwa tiba mtafute Mwalimu Yusuf ata kusaidia. Anatibu ndani na nje ya nchi, karibu upate msaada. Sasa kwa msaada zaidi, wasiliana na Mwalimu Yusuf kwa namba zilizopo hapo juu. Subscribe na like kwa masomo zaidi.